Viongozi wa chama husika, unazungumza mambo ya viongozi wa serikali, ni vizuri tukawalenga viongozi wenyewe kuliko kuingiza mpaka mambo ya familia ndani. Sasa lazima tushauriane, hivi, unapokwenda unazungumza habari mpaka unaanza kuingilia maisha ya mtu nyumbani kwake, hiyo ni sahihi? Sio sahihi? tupime kwa akili zetu. Utakuwa unataja unaweza ukaleta uchochezi katika famili, katika familia na katika jamii, hatimaye ukaonekana ya kwamba unafanya ukorofi dhidi ya familia. Mimi binafsi nimekuwa mshauri mzuri kwa sababu mimi sipendi mambo ya kipuzi kabisa. Kwa sababu hiyo, ndio maana nimekuwa na ubora wa kuwa kiongozi bora. Sasa hivi mi nikasema sasa, makamu wakati huo ni makamu, makamu mwenyekiti wewe ni ndugu yangu na mimi ni mtumwa wake na na na ni kuenda, wa karibu kuliko mtu yoyote, na nilikuwa natumwa unakwenda, lakini nikitumwa nakwenda, lakini kulikuwa kuna mahala nafika breki. Hivi unapozungumza habari Mheshimiwa, huyu ni rais wa nchi, huwezi ukaanza kuzungumza habari mara mamabili mara mama nani. mi sijatumwa na mtu wala sijatumwa na Chama cha Mapinduzi. mala mama nani, kwa nini mama nani Huyu uh, ni rais tu, mwite rais, mkosoe kwa rais wake, achana na watoto wake, achana na mme wake, achana na ukoo wake. Yeye ana makosa kama yeye awajibike na makosa yake kama yeye, tusihusishe familia. Tutakuwa tunafanya mambo ambayo yasiyo sahihi. Tukinyamaza hapo hatutakuwa hatutendi haki, lakini tumekuwa tukitumiana kwa vitu vingi. Watu wamepokea rushwa, hayo. Watu wamepokea rushwa, kina nani nanayopokea rushwa ukiambia uthibitishe hauna uhakika. Kwa nini tuanze kufanya mambo ambayo yasiokuwa na usahihi? Tunyooshe kwamba hii ni nyeupe, ni nyeupe; hii ni nyeusi, ni nyeusi. Achana na mambo kama hayo ya kusingiziana au ya kuambiana vitu visivyo sahihi. Katika nchi yetu tunataka kuijenga demokrasia ya haki na demokrasia ya kweli, na kulijenga taifa lenye ubora, sio taifa la kusingiziana wala la kuoneana wivu na chuki, kwa sababu mwingine anacho mwingine hana. Huo ni utaratibu na mpango wa Mungu, sio vinginevyo. Eh, nimesema mkutano nimeachiwa mwenyewe nimefurahi kuachiwa mkutano wenyewe. Pengine nazungumza kwa kuwa waandishi wa habari wapo, wamechukua taarifa zangu, lakini kitu cha msingi ni hichi. Ninawashauri viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wenzangu, ili tuweze kujenga taifa letu kwa nia moja. Tunajua ya kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi. Pia nimkumbushe waandishi wa habari naomba aliyekuwa mwenyekiti wa chama taifa zamani Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe, naomba asikie ujumbe huu kutoka Singida. Ni wakati umefika sasa, pamoja na maslahi yao, kila mtu na maslahi yake, pamoja na maneno ambayo wamekashifiana au kujadiliana au kusemana kwa nia mbaya, lakini kwa wakati huu ambapo Lissu anakutana na madhira ni muombe Mboe, yeye ni mwenyekiti aliye staafu, lakini pia ana, anafahamika katika taifa hili na jumuiya zingine za madola kwamba hichi kinacho kilichomkuta mheshimiwa atifasi Tundu Lissu, ana haki ya kuingilia kati, aende akamwone mwenzake wakashauriane huko namna iliye njema.